Kufoji kadi ya kliniki kuna, kuna maana, kuna namna nyingi sana huwa inasababisha watu kufoji kadi hizo. Inaweza ikawa ni a, katika mazingira ambayo sisi wataalamu tunakutana nayo, na wakati mwingine inawezekana mtu anaweza kufanya kazi sehemu, lakini anahitajika labda kuattend kazi ni kwake. Sasa yeye kwa mazingira yake anaweza akafoji. Hiyo ni hali ambayo hatuipendi, lakini huwa inaweza katokana kukutana na, na vitu kama hivyo lakini wakati mwingine nako pia uh, inatokea mtu anaweza kafoji kwa sababu ana, ana waume wawili. Kwa hiyo mme huyu ameandikwa jina la huyu mme mwingine ameandika jina la huyu, lakini inatokea unapiga kliniki, una hiyo kliniki unajaziwa kadi zote mbili. Leo anakuja na kadi kesho kutwa kadi. Wewe ambaye unayemjaza anaweza kana kliniki mbili tofauti. Kwenye kliniki A anaweza kadi ya Juma, kwenye kliniki B ana kadi ya ya Samson. Kwa hiyo wote anaweza kawa na kadi hizo mbili. Kwa hiyo wakati mwingine kwa sababu ya huyo mwanamke amedanganya hivyo hivyo anaweza kuwa na kadi mbili. Kwa hiyo inaweza katokea. Lakini wakati mwingine kuwa na kufoji kadi hizo nako pia kuna sababu nyingi ambazo huwa zinasababisha kufoji kadi. Sasa uh, mchache ndio hizo, lakini muhimu ni kusema ukweli, kwa sababu wakati mwingine usiposema ukweli, ukifoji kadi nako pia kuna changamoto zake, wakati wa kumsaidia huyu mama. Kwa hiyo kuna changamoto ya namna hiyo, huwa tunakutana nazo, si kama wahudumu wa afya lakini siri ya mgonjwa ni ya mteja, siri ya mgonjwa ni ya mgonjwa mwenyewe na mtoa huduma, sio ya mtu mwingine. Kwa hiyo sisi hatulazimiki kusema kwamba mama, mbona una kadi mbili? Hatuhukumu, ila tunauliza sababu iliyosababisha ni nini, ili tuweze kushauri siku nyingine, namna bora ni ipi ya kufanya. Kwa sababu hatutegemei kutengeneza mtafaruku kwenye, kwenye jamii. Inawezekana mama na mume, lakini huku na ana, ana benteni wake inakuwa changamoto. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima vitu kama hivi zingatiwe. Okay, kisheria kwa maana ya kufoji ni kosa la jinai. Kufoji kwa kisheria ni kosa la jinai. Lakini sasa ni nani atakayesema hii ni kosa la jinai na kuweza kufikisha kwenye vyombo husika? Na kisheria kwa, kwanza hatutakiwi kuentertain kuendelea ku tuendekeza ku mambo hayo kwa sababu unapo kwanza uzingatia hiyo document ya kadi ya mama au kitabu kile cha mama cha ujauzito ni document halali ya serikali. Kwa hiyo sasa, kama una document mbili tofauti ambayo inafanya kazi moja, nayo pia ni kama vile umehujumu uchumi, kwa sababu zile ni, ni serikali inalipia. Kwa hiyo ni jambo ambalo hatu entertain na hatushauri kwamba ifanyike hivyo. Kwa hiyo tunasisitiza isifanyike, lakini huwa inafanyika na huwa tunashauri kwamba hili jambo lisiendelee kufanyika kwa wale ambao tumekutana nao, kwa sababu kisheria nako pia ni kosa.